Mtazamaji, asante kwa kuendelea kuichagua TVE, bado tuko nawe katika TVE habari. Na sasa tuungane naye Sofia Aman kwa habari za biashara. Asante sana Miriam Mlaponi na mtazamaji wa TVE, kwenye habari za biashara leo tunaelezwa kuwa Tanzania imesema hatua ya kumkabidhi mwekezaji kutoka China kwa ajili ya kuendeleza reli ya Tazara itasaidia kuokoa fedha zaidi ya shilingi bilioni ishirini na nane ambazo zilikuwa zikitolewa na Tanzania kila mwezi kwa ajili ya kuendesha reli ya Tazara inayoendeshwa kwa ushirikiano baina ya Tanzania na Zambia. Akitoa ufafanuzi jijini Dodoma, msemaji mkuu wa serikali ya Tanzania na katibu mkuu wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, Gaston Msigwa amesema si kweli kuwa Tanzania imekopa fedha kwa ajili ya ukarabati wa reli ya Tazara bali Tanzania na Zambia zimekubaliana kumpa mwekezaji kutoka kampuni ya CCEC ya China kwa ajili ya kuendesha mradi huo kwa miaka thelathini ambapo mwekezaji huyo atatumia zaidi ya dola bilioni moja nukta nne kwa ajili ya kujenga miundombinu ya majengo pamoja na kuiboresha reli hiyo. Uh, siku chache zilizopita, uh, Waziri Mkuu wa China alikuwa Zambia, wamekwenda kufanya uzinduzi wa kazi hii kubwa ya uboreshaji wa reli ya Tazara na uzinduzi utakaofuata sasa utakuja kufanyika Tanzania. Sasa uh, hiyo ni picha ya jumla ambayo inatokana na uh, nini kimefanyika mpaka kufikia hatua hii ya kwenda ku, ku, kuwaomba wenzetu wa China na wamekubali kutoa fedha kufanya ukarabati huu, lakini ni ukarabati ambao pamoja na kuufanya wataendesha reli ya Tazara kwa miaka 30. Sasa hapo najua ndio kwenye nongo. Sasa naomba wa Tanzania tuelewane kitu kimoja changamoto kubwa tuliyokuwa nayo baada ya kukabidhiwa reli hii mwaka 1976 ilikuwa ni uendeshaji, na kwa sehemu kubwa, na kwa kifupi, uendeshaji ulitokana na changamoto za ushirikiano wa nchi mbili katika kuendesha kampuni, katika kuendesha Tazara hili. Huku mnakubali hawa, huku walikubali kwenye utekelezaji, awo wanatekeleza nusu, hawa robo. Ufanisi wa Tazara ukaendelea kushuka, kushuka, kushuka, ikafika hatua ambayo TAZARA badala ya kuwa mzalishaji wa fedha kwa ajili ya nchi zetu ama mwezeshaji wa uchumi ikawa mzigo kwa serikali. Nataka Watanzania mjue kwamba uendeshaji wa TAZARA kwa sasa unaigharimu serikali fedha fedha nyingi. Fedha zinazotolewa kwa mwaka kwa ajili ya kuhudumia TAZARA kutoka mfuko wa serikali ya Tanzania acha ya Zambia ni zaidi ya shilingi bilioni 28 wa mwaka kati ya hizo shilingi bilioni kumi na tano ni mishahara. Msigwa amesema hatua ya kumpa mwekezaji inakuja baada ya Tanzania kuomba serikali ya China pamoja na Zambia ili kufanya marekebisho ya uendeshaji wa Tazara kutokana na hatua ya sasa kupelekea hasara kwa Tanzania ambayo kila mwezi imekuwa ikitoa kiasi cha shilingi bilioni ishirini na nane ili kulipa mishahara pamoja na shughuli nyingine za uendeshaji. Aidha, Msigwa amebainisha kuwa uwekezaji huo mpya ukikamilika utawezesha Tanzania kupata gawio la do dola milioni 30 tofauti na sasa ambapo imekuwa haipokei gawio badala yake ni kutoa fedha kutoka mfuko wa serikali ili kuendesha reli ya Tazara ambayo imejengwa mwaka 1975 na serikali ya China. Halmashauri ya wilaya ya Tanganyika mkoani Katavi imeamua kuwekeza katika kilimo ili kutatua changamoto ya wakulima kutumia nguvu nyingi ambayo haiwiani na mavuno wanayoyapata. Neno mazoea ndiyo ambalo limewaponza wakulima wengi. Serikali kwa kushirikiana na wataalamu mbalimbali wa kilimo wanapambana kuhakikisha wanabadili fikra za wakulima wanaoamini katika kilimo cha mazoea ambacho hupelekea kushuka kwa mavuno. Sisemi vibaya, zamani tulikuwa tunalima, unaona kama na sisi ndivyo muhula ulivyokwenda, hatuna utaratibu, tupalie wakati gani, tupande wakati gani. Kwa hiyo unaweza ukakuta kwenye heka hiyo ukapata gunia saba nane kwa heka, ni kweli, lakini hapa natarajia naweza nikapata hata gunia kumi na nane ni nusu heka hii. Kilimo cha kwetu nakitumia, kipindi cha nyuma tulikuwa tunatumia kinyume na sheria. Kwa hiyo tumejifunza kutokana na wataalamu walivyotuelekeza. Mwanzo wa kulima tulikuwa tunalima kwa mazoea jambo ambalo tulikuwa tunatumia mbolea ya kienyeji. Hivyo ndipo halmashauri ikaamua kushirikiana na wataalamu kutoka chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo SUA kuhakikisha watatumia utaalamu wao kuanzisha mradi ambao utakuwa mkombozi kwenye suala la kilimo vijiji nane, na kila kijiji kuna wakulima viongozi thelathini. Kwa hiyo baada ya hapo tulisajili mashamba yao tukajifunza hali halisi ya hali ya hewa na vitu vingine tukachukua sampuli za udongo tukazipeleka chuo kikuu cha Sokoine cha kilimo kwa ajili ya eh, taratibu za kimaabara. Kwa hiyo baada ya hapo tukarudi majibu tukawaletea wakulima tukaendelea kuwapa elimu, kwa hiyo wakaanzisha haya mashamba darasa, mfano ili mnaoliona hapo mbele yenu. Mashamba darasa kwa ujumla yako 240 ya katika vijiji 8, lengo ni kuinua uzalishaji wa mahindi kutoka wastani wa gunia tatu mpaka saba kwa ekari kwenda hadi gunia ishirini na nane hadi thelathini kwa ekari. Tumeamua kuingia katika hii project kwa sababu tumegundua kwamba wakulima wengi wanatumia nguvu nyingi sana kwenye kulima kwa sababu ili wapate eh, mazao mengi wanalazimika kulima eneo kubwa sana. Kwa sababu wanalazimika kulima eneo kubwa tumeona hapana, katika baadhi ya haya no, haya madogo naweza waka, wakaongeza uzalishaji ukawa mkubwa zaidi, badala ya kwenda katika eneo kubwa ambalo watatumia nguvu nyingi, watatumia fedha nyingi na watapata tija kubwa. Kwa hiyo ndiyo maana sisi kama halmashauri tukaamua kuanzisha hiyo project, kuhakikisha kwa kwamba tunapata wataalamu kutoka SUA. Imeelezwa kuwa mradi huo ni endelevu na matarajio ya halmashauri ya Tanganyika baada ya miaka mitatu kuvifikia vijiji vyote 39 na baada ya zao la mahindi wataangazia katika mazao mengine. na Benki ya Stanbic Tanzania imekabidhi msaada wa vifaa tiba vyenye thamani ya shilingi milioni ishirini kwa taasisi ya moyo ya Jakaya Kikwete, JKCI, hatua inayolenga kuimarisha huduma za matibabu kwa wagonjwa wa moyo wanaohitaji uangalizi maalum. Msaada huo uliotolewa hivi karibuni unajumuisha mashine tatu za cardiac monitor zenye thamani ya shilingi milioni kumi na nane pamoja na mashine moja ya syringe pump yenye thamani ya shilingi milioni mbili ambazo zitatumika katika wodi ya uangalizi maalum kwa wagonjwa wa moyo wanaolazwa katika hospitali hiyo. Akizungumza wakati wa hafla ya kupokea vifaa hivyo mkurugenzi wa magonjwa ya moyo wa JKCI Dr. Tatizo Wane alishukuru uongozi wa benki ya Stanbank kwa msaada huo, akisema ni mchango muhimu katika kuboresha huduma kwa wagonjwa wanaohitaji ufuatiliaji wa karibu wa hali zao za kiafya. Dkt. Wane alisema kwa sasa JKCI inawahudumia wagonjwa wengi wenye hali ya tofauti za kiuchumi, hivyo upatikanaji wa mashine hizo utasaidia kupunguza changamoto kwa wagonjwa wanaohitaji huduma za cardiac monitor, lakini hawana uwezo wa kugaramia gharama za matibabu. Kwa upande wake, meneja mwandamizi wa matawi ya benki ya Stan benk Tanzania Editric Marko amesema benki hiyo imeamua kutoa msaada huo kama sehemu ya kutimiza wajibu wake wa kuchangia maendeleo ya jamii inayowazunguka hususan katika sekta nyeti ya afya. Asante sana mtazamaji wa TVE na Mira Mlaponi. Hayo ndiyo yaliyojiri kwenye habari za biashara kwa siku ya leo ni kushukuru sana Sofia Amani kwa habari za biashara. Mtazamaji, hii ni tv habari, nami ni Miriam Mlaponi. Tupate mapumziko mafupi, kisha tuzitazame habari za kimataifa kifuatacho ndani ya TVE Habari. Na katika habari za kimataifa, mtawala wa kijeshi Gine atarajiwa kushinda uchaguzi